Ndugu zangu, katika kuimarisha ufugaji, mbali na kujenga majosho na mabwawa na kukarabati minada na kujenga minada mipya, serikali ilifanya maamuzi ya kimkakati ya kuanza kutoa ruzuku ya chanjo ambayo inakwenda kulinda afya ya wanyama, lakini inakwenda kutulindia soko la kimataifa. Tanzania tulipata soko la kimataifa tukashindwa kupeleka nyama, hatuko kwenye rekodi za kimataifa kwamba wanyama wetu wako salama, wana chanjo na wanatambulika. Kwa hiyo tumeanzisha mradi huu wa chanjo kwa ajili ya kulinda afya za wanyama wetu, lakini mataifa dunia ititambue na tuweze kutumia soko tulilolipata. Kwa kiasi kikubwa soko lile tutapeleka au wanyama hai au nyama au mazao mengine ya mifugo, lakini ilikuwa tuthibitishwe kwanza kwamba Tanzania tumeingia kwenye orodha ambayo tunafuga na mifugo yetu ni salama. Hilo tunalitimiza na soko lile linakwenda kutufungulia biashara. Ahadi yetu ni kuendelea kusimamia ufugaji wetu Tanzania na kufungua zaidi fursa, ili wafugaji wapate fursa na masoko kule nje.